Mwaka 1916 timu ya mpira wa miguu ya Georgia Tech ilicheza dhidi ya chuo kidogo kabisa cha Cumberland. Georgia Tech ilikuwa na nguvu sana kwenye mpira wa miguu hata wakati huo, na iliabisha haraka Cumberland Colege. Mchezo uliisha kwa matokeo ya aibu, kama unaweza kuamini, ya 222 kwa sifuri. Wachezaji wa Cumberland walikuwa wamechoka, wamejeruhiwa na wamekata tamaa. Karibu na mwisho wa mchezo, mwandishi wa habari alisimulia kwamba mchezaji wa Cumberland Ed Edwards aliachia mpira alipokuwa akipokea kutoka kwa mchezaji wa kati na wakati wale wachezaji wakubwa wa safu ya mbele ya Tech walipokimbilia nyuma Edwards alipiga kelele kwa fullback wake achukue mpira na yule fullback maskini aliyekuwa amechoka na kuumia kamjibu, umewacha wewe, chukua mwenyewe. Sasa siwezi kujizuia kufikiria kwamba kama matokeo yangekuwa ya yanahesabiwa kati ya wanafunzi na dunia, kwa wakati huu dunia ingekuwa na alama mia mbili ishirini na mbili na wanafunzi sifuri. Wamekata tamaa, wameshindwa, wanajificha nyuma ya milango iliyofungwa kwa hofu ya viongozi wa Wayahudi. Lakini ngoja nikuambie, itahitaji muujiza ili waweze tena kuinua ule mpira na kukimbia nao. Kufufuka kwa Yesu ndicho muujiza huo. Kwa kweli mambo kadhaa yanatokea katika Yohana sura ya ishirini ambayo yatageuza hiki kikundi kidogo cha wanafunzi waliovunjika moyo kuwa timu yenye nguvu ya mabalozi wa Kristo. Tutaanza hapa kwenye mstari wa kumi na tisa ambao tuligusia kidogo katika Safari ya Hekima iliyopita. Inasema, ikawa jioni ya siku ile, siku ya kwanza ya juma, pale walipokuwa wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, Yesu akaja akasimama kati yao. Kwa njia hii hii, inadhihirisha kwamba mwili wake uliotukuzwa una uwezo wa kuvuka kizuizi chochote cha kimwili. Pia inafunua kwamba unapokata tamaa na kuogopa, huwezi kumfungia Yesu nje. Anaweza kujitokeza. Naam, anajitokeza hapa na anawaambia wanafunzi wake katika mstari wa kumi na tisa amani iwe nanyi. Sasa neno amani hapa ni zaidi ya hujambo au Mungu akubariki. Kwa hakika ni kauli ya baraka kwa wale walio katika uhusiano sahihi na Bwana. Kwa hivyo haijalishi unapitia nini leo, nataka umsikie Bwana akikuhakikishia kama mmoja wa wafuasi wake kwa neno hili, amani. Mungu ndiye anayetawala. Wewe ni wake kwa imani katika Kristo. Sasa katika simulizi la Injili ya Luka, mkazo uko kwenye jinsi walivyoshangaa kumwona, na hiyo ni kwa sababu mwanzoni walidhani wanaona mzimu, na naweza kuelewa kwa nini Injili ya Yohana inatuambia hapa katika mstari wa ishirini kwamba Yesu aliwatuliza kwa kuwaonyesha mikono yake na ubavuni mwake. Na Luka ah, anaongeza kwamba aliwaonyesha pia miguu yake katika sura 24. Sasa a kitenzi kilichotafsiriwa kama alionyesha hapa katika mstari wa ishirini kinamaanisha hasa alionyesha waziwazi. Hivyo Yesu lazima alitoa mkono mmoja kwenye rukuu na kuwaonyesha ubavuni mwake uliotobolewa, aliwaonyesha mikono yake iliyotobolewa na miguu yake. Hii inatuonyesha kwamba ameamua kubaki na baadhi ya makovu. Fikiria ukweli kwamba makovu pekee mbinguni yatakuwa yake. Yako yote yataponywa. Basi Luka anaandika kwamba Yesu pia alikula, alikula samaki. Hii inaonyesha kwamba hata kama anaweza kupita kwenye milango iliyofungwa, bado ni mtu halisi aliye na mwili na mifupa iliyotukuzwa basi yesu anawakumbusha kuhusu jukumu lao la kitume anasema hapa katika yohana sura ya ishirini mstari wa ishirini na moja kama vile baba alivyonituma mimi ndivyo nami ninavyowatuma nini hii iliwasilisha angalau mambo mawili ya kutia moyo sana kwao kwanza yesu hatowafukuza kwenye timu ya mpira na kwenda kutafuta timu mpya basi hilo lilikuwa la kutia moyo. Na pili, anawafahamisha kwamba wana jukumu kutokana na ufufuo wake, na hilo ni changamoto kwao na kwa kweli kwetu sisi leo. Hatutakiwi kujificha nyuma ya milango iliyofungwa au kwenye jumuiya au monasteri kule milimani. Kuna dunia huko nje inayotamani sana ukweli, na na, na wanakunywa kutoka kwenye madimbu ya matope. Sisi tunayo maji safi ya uzima, na hatupaswi kuyaficha kwa ajili yetu wenyewe. Sasa mstari wa ishirini na mbili unasema, Yesu alipokwisha kusema hayo, aliwapulizia na kuwaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Sasa usielewe vibaya hapa. Kukaa kwa kudumu kwa Roho Mtakatifu kutakuja siku hamsini baadaye katika sikukuu ya Pentekoste kwenye Matendo sura ya mbili wakati kanisa linapoumbwa. Kile ambacho Yesu anawapa hapa ni uwezo wa muda mfupi wa mara moja ambao utawatia nguvu wanaposubiri karibu miezi miwili kwa kushuka kwa Roho Mtakatifu na kuanzishwa kwa kanisa hilo la Agano Jipya. Sasa hapa katika mstari wa ishirini na tatu, Yesu anawaambia, mkiwasamehe dhambi za mtu yeyote, zimesamehewa; mkikataa kusamehe, hazijasamehewa. Sasa tena, wengi wamekosea kuelewa andiko hili, wakidhani kwamba Petro na mitume walianzisha ukuhani wenye mamlaka hadi leo ya kusamehe dhambi za watu. Hapana kabisa. Vitenzi viwili vilivyotumika hapa, vilivyotafsiriwa kama kusamehewa na kunyimwa, ni vitenzi vya wakati uliopita wa kitendo kisichojulikana perfect passive katika Agano Jipya la Kigiriki. Yesu anasema wanafunzi wanaweza watu dhambi zao tayari zimesamehewa au msamaha tayari umenyimwa. Kwa maneno mengine, Yesu anawaambia wanafunzi, na wewe na mimi leo, kwamba tunaweza kutangaza kwa ujasiri kwa wale wanaomwamini Yesu Kristo kwamba dhambi zao sasa zimesamehewa milele. Sisi hatukuzisamehe sisi hatukuwa wasuluhishi wa msamaha huo. Yesu ndiye anayefanya yote hayo, na kwa ujasiri tunaweza pia kuwaambia wale wanaomkataa Yesu Kristo kwamba dhambi zao hazitasamehewa. Vema, pamoja na hayo, injili ya Yohana inaongeza hapa katika mstari wa 24, kwamba vema, mtu fulani amekosekana katika chumba cha juu. Mtu huyo ni Thomas, hakuwa pamoja nao Yesu alipokuja. Wakati Tomaso aliposikia kuhusu kuonekana kwa Yesu kutoka kwa wanafunzi wenzake, yeye alikuwa na shaka. Sikiliza anachosema hapa, kilichorekodiwa katika aya 25: nisipoziona mikononi mwake alama za misumari na kutia kidole changu katika alama za misumari na kutia mkono wangu ubavuni mwake, sitasadiki kamwe. Kweli, wacha nikuambie mpendwa. Thomas anabeba imani yake kwenye vidole vyake. Yeye ni kama watu wengi leo ambao wataamini tu kile wanachoweza kuona na kubusa. Sasa Yohana anapeleka mbele hadithi hadi siku nane baadaye, na wakati huu Thomas yuko pamoja na wanafunzi wengine. Yesu anaonekana tena, anatangaza amani tena. Halafu anamwangalia moja kwa moja Thomas na kusema, hapa katika aya ya 27, weka kidole chako hapa uone mikono yangu, na utoe mkono wako uweke ubavuni mwangu, usiwe asiamini, bali amini. Hii ndiyo hasa ushahidi ambao Thomas alikuwa amedai lakini sasa akiwa mbele za bwana mashaka yake yanatoweka na mara moja anasema katika aya ya ishirini na nane bwana wangu na mungu wangu unajua hii ndiyo mara ya kwanza katika injili yesu anaitwa kwa namna hii hii ndiyo wanateolojia wanaita tangazo kuu la kristolojia linalonyamazisha madhehebu na dini za dunia na wale wanaopinga kuhusu uungu wa kipekee wa Yesu Kristo. Na unaona, kwa njia kwamba Yesu hamrekebishi Thomas. Hasemi lo la la la, la, la, Thomas wewe unaenda mbali sana hapa. Oh, hapana anakubali tangazo la Tomaso kwamba yeye ni Mungu na anakaribisha ibada ya Tomaso kwake kama Mungu katika mwili. Sasa mimi napenda kufikiria juu ya kifungu hiki kinachofuata, o, hasa kwa ajili yako na kwangu. Na kwa uwazi, kwa kila mfuasi katika historia ya mwanadamu tangu wakati huo na kuendelea. Mstari wa 29 unasema, Yesu akamwambia, Je, umeamini kwa sababu umeniona? Baraka hiyo ni kwako, mpendwa. Kuna pongezi maalum. Fikiri juu yake, zawadi ya pekee siku moja, kwa sababu ulimwamini Yesu Kristo bila kupata fursa ya kugusa mikono yake na ubavu wake, kuona miguu yake mwili wake uliofufuka. Labda leo umekata tamaa, labda umeshindwa, labda una shaka ni inaweza kuhisi kama alama sasa hivi katika maisha yako ni 222 bure na na uko kwenye timu inayopoteza lo wewe u uh, wewe unatamani ungeuona uso wa bwana kama Tomaso. Naam, ngoja ni kuambie, ninaelewa. Kuna nyakati ningependa kuona kitu kimoja lakini wacha nikuambie mpendwa, ingawa huwezi kumtazama kila chakula cha samaki au kugusa mikono yake, yuko nyumbani kwako leo. Ingawa huwezi kumwona amesimama pale chumbani kwako, yeye anaweza kukuona. Kwa hiyo sikiliza moyo wake unavyokusifu leo, kwa kuamini neno hili lililoandikwa uamini kutumaini na kungoja hadi ule wakati utakapomwona hatimaye. Na wakati huo huo, usijali kuhusu alama. Inaweza kuhisi kama ni mia mbili na ishirini kwa bure, lakini kumbuka tu mchezo bado haujaisha, na itakapofika, wacha niwaambie, sherehe ya furaha ya ushindi itaanza na haitaisha kamwe.